Uh, leo tumekuja katika eneo la eneo letu la le bandari jumuisha Mangapwani ambalo eneo hili linajumuisha ujenzi wa bandari ama kontena pamoja na, na miradi mingine ambayo inahusiana na bandari. Mradi huu wa, wa, wa Mangapwani ni mradi ambao uh, uko chini ya wizara yetu ya ujenzi na uchukuzi ambapo mkandarasi wake mkuu ni China Harbour Engineering Company ameendelea aliyekabidhiwa ujenzi wa mradi huu. Leo specifically tumekuja kushuhudia zoezi zima la ushushwaji wa vifaa ambavyo vitatumika katika ujenzi wa bandari husika, ambapo ikiwa ni hatua ya kuelekea ukingoni mwa maandalizi ya uletaji wa vifaa katika eneo la ujenzi wa mradi uh, na uletwaji huo wa vifaa umeletwa kwa, kwa, kwa teknolojia ya, ya, ya hali ya juu ambapo vifaa vyenyewe vimebebwa katika meli maalum ambayo inaitwa semi submersible ambayo meli hii inapakia vifaa uh, uh, katika ndani yake. Ikifika eneo husika, meli hii inazama uh, nusu na kuruhusu vifaa ambavyo vimo ndani ya meli hiyo kuweza kuelea katika maji. Baada ya hapo, vifaa hivyo vinakokotwa na ku na kuwasilishwa eneo zima eneo husika la ujenzi. Kisha kumaliza hilo, meli ile inatolewa maji ambayo yalikuwa ndani yake na pia kurudi katika hali yake ya kawaida ya kuelea na kuweza kuendelea na kazi zake nyingine. Bandari hii ya Mangapwani ni bandari ambayo inajumuisha ujenzi wa bandari ya kisasa ambayo kwa jumla yake itakuwa ina kuta tatu. Kuta mbili ambazo ni kuta namba mbili na namba tatu ambazo kuta hizi zina urefu wa mita mia, mia tatu na arobaini ambazo zina uwezo wa kuchukua, zina uwezo wa kupakua chombo chenye uzito wa zaidi ya tani dwt 30000 na pia vilevile na ukuta mrefu ambao ni ukuta namba moja ambao ukuta huu una uwezo wa kuhudumia vyombo viwili kwa pamoja venye kuweza kubeba uzito wa dwt 70000 na vile vile inaweza kuhudumia chombo kimoja chenye uwezo wa kubeba dwt ama tani zaidi ya laki mbili kwa muda mmoja.